Bado tunaendelea na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii ukurasa wa saba umeandika serikali haitambui ndoa ya jinsia moja, na imesema haitambui ndoa ya aina nyingine isipokuwa kama ilivyotafsiriwa katika Sheria ya Ndoa ambayo kwa makubaliano ya hiari, kati ya mwanamke na mwanaume kuishi pamoja, na inaweza kuwa ya mume mmoja na mke mmoja au mume mmoja na wake zake ya mmoja kwa maana wake zaidi ya mmoja eh, wake zaidi ya mmoja. Lakini ndoa ya jinsia moja haitambuliki kabisa hivi, eh, haiwezekani eh, wanaume tukawa wengi alafu mwanamke akawa ya mmoja yani, yani kwa maana wanaume tukawa watatu lakini mke wetu ni mmoja <laughs> yani hiyo sio tu, eh, kwamba oh, ni kwa sababu nazungumzia urasmi lakini ipo mpo ambao mm mko -mm. na sisi watatu na wewe uko mmoja. Mimi, mimi kwa ninavyo kwa ninavyo kwa ninavyo fahamu kwa eh. uelewa wangu mimi eh. Mimi nafahamu kwamba mwanaume ndiye anaweza kuwa na na wana, na wanawake zaidi ya mmoja e, zaidi ya mmoja anaweza akawa na wanawake ila mwanamke mwana watatu lakini pia mm. e, ni kutokana pia na dini ambayo yeye namna na gani e, dini mwanaume namna e, na e. namna gani ndio, lakini kwa, kwa, kwa, kwa maana hiyo na kiri wazi kwamba e, mwanamke unatakiwa kuwa na mwanaume mmoja nakiri inatakiwa, kwa upande wangu inatakiwa kuwa hivyo <laughs> inatakiwa kuwa hivyo lakini kwa, kwa wanaume he, ndo kama hivi unasema, kutokana pia na dini, ndio mwanaume ambaye yupo. Kuna dini ambazo wenzetu zinawaruhusu, lakini pia kuna dini ambazo pia haziruhusu mwanaume kuwa na wanawake zaidi ya watatu. Ndio serikali imesema haitambui ndoa ya jinsia moja. Hivi kwani kuna watu kwan, ambao wanaoana uh, jinsia moja? ukipita hata kwenye mitandao ya kijamii mm. utaona sasa hivi kumekuwa kuna wimbi la, hususani hapa nazungumzia wanaume, mi ndo niliowaona mm -hmm. ambao wanajihusisha wana, wana na uh, vitendo vya ushoga, hawajafunga ndoa he, hey, hawajafunga yeah. ndoa lakini wanajihusisha na hivyo vitendo hivyo vya ushoga na mpaka, oh. imefikia hatua kuna baadhi ya watu ukipitia hata komenti wanasema ina maana hawa watu vipi, hamwaoni na ukiangalia hata watu ambao wanajihusisha na hivyo vitendo Ndiyo. hata kwenye shughuli nyingi sana wanaalikwa za masupasta mm -hmm. wapo, kwa maana ni kama wana e, tunachokiangalia hapo ni kwamba jamii inajifunza nini kutoka kwa watu aina hiyo. Kwenye shughuli kama hizo za masupasta utawaona mm -hmm. wapo e, na wao wanachangamsha wanachangamsha mm -hmm. shughuli. Kwa hiyo unaweza ukajiuliza kwamba inakuaje kwamba hawa watu hawaonekani au la kwa uh, maybe kwa sababu ya haki za binadamu, kwa sababu mm, kama unakumbuka eh, miaka kadhaa iliyopita ndio eh, po Makonda akiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam alikuwa ameanzisha operation hiyo, unaikumbuka eh? mm. operation ambayo ilikuwa ni kali kiasi, yes, kwamba alisema ukimwona mtu yeyote ambaye mtaani humwelewielewi mm, tunakuja tunamkamata, au unatoa taarifa, toa taarifa mapema na, na tunaona walikimbia sana huko eh, dar es Salaam kwa sababu kuna viashiria ambavyo kiviona kwa mwanaume vinatia mashaka kidogo. mm. Unajua sisi tumelelewa kwenye misingi fulani ambayo eh, mwanaume inabidi aonekane mwanaume ndio, bila hata kumuuliza ila muone ni mwanaume. mm. Eh, yani sio lazima useme <laughs> we ni mwanaume, yani bila hata kumuuliza unajua kabisa huyu ni mwanaume. Sasa kwanza, unachozungumzia kwanza, kwanza hapo. Sasa unachozungumzia kwanza kwanzia muonekano, muonekano kuanzia ongea yake, mm. yake. Ukiona mwanaume anakwambia mambo mwanaume <laughs> kazi za wanaume. Alafu alafu kuna vitu ambavyo tumevikataa kabisa wanaume. Mm. Ehe. Eh. Yaani kuna salamu ambazo wanaume tumekubaliana kwamba kama tunaona hizi salamu zinaashiria hivyo vitu wanaume tuzikatae. Mm. Eh, kama mambo. Ah, mambo si kawaida. Malizia mambo vipi? Yaani bora ikae mambo vipi. Hivi Ma, unajua mambo haisaundi kiume. We niambie tu kwamba kama kuna eh, kubana pua hapo mambo haisoundi kiume. Mambo si kawaida. Unataka kaza mambo. Yaani mambo kawaida. Ngoja kwanza, ngoja kwanza sikiliza. Eh. Hauwezi ukasema mambo mambo, inataka ulegeze sauti. Sasa si kulazimu mwanaume useme mambo. Sasa mwanaume anaanza kusema mambo, mambo gani ya bwana sasa, <laughs> eh... <laughs> lakini kingine ambacho pia nimekiona nime pia ambacho mara uh, nyingi watu hao wanakuwa hivyo. Ndiyo. sasa hivi wamebadilisha mpaka mtindo wa mavazi mm. unakuta kabisa wanavaa kama wanawake mm. eh, wanavaa wanashona kabisa mishono ile ya kike. wote ni wa kike. Marafiki eh, hey, wote wa kike utakuta mm. uh, hata kwenye ukiangalia tu hata ule mwonekano wao wa sura, asilimia kubwa sana hata ndevu awachi wa, yani mm, mm. kama wanapigwa sklabu fulani mm. na ni wanaume wenzetu na wengine, unakuta wanajibadilisha mpaka rangi. Unajua wanaume tuko wengi sana, lakini shida ni kumpata mwanaume wa kiume <laughs> yani, wanaume tuko wengi sana ila kuna wanaume ambao sio wanaume wa kiume ambao wameona ugumu wa wanaume kama ambao wanasema wanaume tumeomba mateso, wakaona ugumu wa kufight, ugumu wa kupambana, eh, ugumu wa mitikasi anaona awe eh, mwanaume ambaye ni mwanaume mwanamke, unajua mwana inaumiza sana lakini hii wakati fulani nje na masuala ya makundi huku, huku, huku, kwenye mitaa mm, mara nyingi pia inasababishwa na masuala ya malezi. Kuna mwanasaikolojia mmoja akasema sasa hivi kuna wimbi kubwa la wanaume ambao wana left group, wakasema chanzo kikubwa pia ni aina ya malezi hasa wale wengi ambao wamelelewa na mzazi wa upande mmoja, huwa wanaukosa wanaume. Kwa mfano leo hii kuna wanaume ambao wamelelewa na mama peke yake mm -hmm. alafu pia ndo yale malezi ya kimjini mjini mm -hmm. na mama peke yake, huyu mwanaume asilimia kubwa vitu vyote ambavyo anaviiga, kwa sababu tunaamini kwenye maisha, kwenye maisha yetu asilimia kubwa lolimodo wa kwanza uwaga anakuwa ni familia yako, kwa mfano baba na mama sindio? mm -hmm. Kwao inapotokea malezi ni ya mama peke yake, ina maana mimi na kopi. Eh, zile sifa au vile vitu ambavyo anavifanya mama kwa asilimia zote, kwa unakuta eh, ile, ile, ile kitu ya uwanaume na ikosa kabisa nina yeah. tabia za kike kike. Hicho unacho hicho unachokizungumza uh, hmm. sio kwa watu wote, japo kama unavyosema kweli baadhi ya wanasaikolojia pia wanazungumza kwamba malezi na hiyo sio kwa watoto tu wa kiume, hata kwa watoto wa kike mara mm. nyingi wanasaikolojia wanasema kwamba hata mtoto anayelelewa na hata awe mtoto wa kiume anayelelewa na mama peke yake mm. au hata anayelelewa na baba peke yake kwa sababu kuna baadhi ya vitu huwa anavikosa mm. Lakini wengi kwa ambacho nakiona kwa sasa hivi imekuwa ni tamaa, yaani mtu anataka maisha mazuri kwa haraka mm. Ataki kutafuta mm. Akiona mwenzie ana hela alafu akimpa mbinu kwamba mimi mbinu yangu nayoitumia ndo hii, kwa sababu na yeye anataka mafanikio ya haraka bila kutumia nguvu ndia. Hataki kufanya kazi ndicho mm. ambacho e, kinawapelekea vijana wengi e, anaamua sasa, ngoja ni left group Masoja niende huku, imradi tu na mimi walau niishi maisha fulani. Lakini ukizungumzia swala la malezi tunaona pia kuna, kuna, kuna watoto wa kiume wanalelewa tu na mama vizuri zao, mm, lakini tunaona mpaka sasa hivi maisha yao yanaenda tu vizuri, wako vizuri yeah, tu ndio maana nimezungumza kwamba kwa kuna yale malezi ya e, aina fulani ambayo mm, yanapelekea hivyo, lakini e, nimezungumzia pia swala la makundi kwamba ukiachana na haya makundi, kwa sababu makundi ndio huko kunakuja e, mjini sasa mm, unakutana na watu wanakwambia kamseleleko kitu fulani unakutana una na watu wanakwambia njoo uchukue kodi chumbani na vitu kama hivyo. <laughs> <laughs> Kwanza, kwanza ukishaona wee ni mtoto wa kiume alafu unapenda sana kupewa eh. Unatakiwa ujichunguze, hilo ni tatizo. Yani unapenda sana vya bure, wee ni eh. mtoto wa kiume utapewa vyote, alafu unapewa, unapenda sana vya bure. <laughs> Alafu unapenda sana kuombaomba yani, wewe eh, mteremko. Unapenda mteremko mm. Unatakiwa ujichunguze, ipo siku utaombwa vitu vingine. vitu vingine. Eh, na, eh. Na, na, na unajua imekuwa ni kawaida sana sasa hivi mm. E, wanaume wengi huwa imefika hatua ambayo hata sisi wanaume tunapenda pia hata ha, nje na nje na haya eh, mahusiano ya mwanaume kwa mwanaume, imefika hatua hata sisi wanaume tunapenda kuwa na mwanamke ambaye ana pesa Yeah. Eh, yani eh, kama mwanamke ana pesa na sisi tunasema hili pepo litutoke. napenda <laughs> <laughs> <laughs> mteremko, nataka mwanamke ambaye atanisapoti eh, eh, kwa mfano sasa hivi kumekuwa na swala la eh, wanaume kulelewa mm. Kumekuwa na swala la wanaume kuolewa na wamama eh, wanaita mashangazi eh, mashangazi mashangaz wamekuwa wengi sana na wanaume tunaona tunaona hiyo ndo fursa pekee. Ndio amtaki kufanya kazi eh, amtaki kujituma. paka nimeona mtu mmoja ameuliza jana kwenye mtandao ya kijamii mm, anasema hivi, huwa mnafanya fanya vipi kuwapata mashangazi? mbona mimi naambiwa sina adabu kila nikiwa, <laughs> <laughs> atakiwa nyenyekee, si anataka vya bure. Nimalize malize na gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge likiwa lina taarifa kubwa kubwa nyingi, mchungaji ananje atoa